Nikitoka ni mchakamchaka, nikitoka tuko barabarani. Eh, hayo ya ya ya, ya, ya ya ya yule jaji mwingine yule, tutajuana tuta nayo nani, eh. Eh. Wema, habari ya kwetu jamani, miye mfungwa eh. <laughs> Hii ni begi, begi ya makamu wa mwenyekiti wa IDU utafika. <laughs> <coughs> <laughs> hey? hey? tu You are off? Sawa, kandaa makazi uko inatoka masho <yss>